taarifa kwa vyombo vya habari vurugu za kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 Tanzania imekumbwa na mgogoro wa kisiasa tangu siku ya uchaguzi 29 Oktoba 2025 na baada kwa masiku kadhaa hali iliyopelekea vifo na uharibifu wa mali na miundombinu Kufuatia kadhia hiyo, sisi Hizbu Tahariri tunapenda kueleza yafuatayo. Kama ambavyo tunasema mara zote, kwamba demokrasia ambayo ni nidhamu ya kisiasa ya kibepari, pamoja na utaratibu wake wa vyama vingi, ililetwa na wamagharibi wakoloni kwa masilahi yao wenyewe, si kwa matakwa masilahi, wala maendeleo ya nchi zetu kama inavyodhaniwa na wengi, kiasi cha baadhi ya watu kuchanganyikiwa kwa matumaini hewa wakipoteza muda mwingi rasilimali na hata kupoteza maisha kwa kutarajia mabadiliko. Mfumo huu wa demokrasia ya vyama vingi uliletwa na wakoloni kwa hila na udanganyifu, ili kuwabadilishia badilishia watu sura ya mtawala, kwa sababu wakoloni waligundua kwamba watu wamechoshwa, na kulikuwa na kiasi kikubwa cha malalamiko kutokana na ukatili wa mfumo wa chama kimoja ulioletwa na kulindwa na hao hao wakoloni wa magharibi baada ya kutupatia uhuru bandia wa bendera. Kwa mfumo huo wa vyama vingi wa magharibi pia wanalenga kuwahadaa wananchi kwamba na wao hao wananchi wanafanya maamuzi, jambo ambalo si kweli, kwa sababu hata Marekani raia hawachagui rais wao kwa njia ya moja kwa moja. Kwa hivyo sara hii ya vyama vingi ililetwa kama mbinu nyingine ya kuupa nguvu ukoloni mamboleo baada ya ukoloni mkongwe na uhuru wa bandia, ili kuwaondosha watu kufikiri kwa usahihi dhidi ya mfumo mzima wa kibepari. Ikawa sasa, badala ya watu kupambana kuung'oa mfumo mwovu wa kibepari uliotamalaki na kunyonya ulimwenguni kote, hususan nchi changa, watu wakabaki wanatumia nguvu zao zote katika suluhisho la uongo la kubadilisha badilisha sura za watawala, ilhali tatizo msingi ambalo ni mfumo mzima wa kibepari lipo pale pale, bila ya kusahau kuwa uchaguzi huo wa vyama vingi pia ni mkakati wa wakoloni wa kurefusha uhai wa mfumo wao wa, wa kibepari, na wakavifanya vyama pinzani viwe silaha ya akiba dhidi ya watawala wa ulimwengu wa tatu, pale vyama tawala wasipolinda wasipoli vyema maslahi ya wa wakoloni basi vyama pinzani vitapewa nguvu ya kumtoa madarakani mtawala, lakini lau mtawala akilinda maslahi yao vizuri, vyama pinzani vitaendelea kubakia kama watamaza watazamaji tu. Pia ni wazi kwamba nchi za kikoloni za kimagharibi wamekuwa wakitumia sera ya vyama vingi na visingizio vyengine kuchochea mizozo kwa raia, migawanyiko na vurugu ili kwa ujanja kufanikisha kwa urahisi unyonyaji wao wa rasilimali za nchi changa. Mifano hai ni kama Sudani, Kongo, Yemen, Somalia na kadhalika. Ama kuhusiana na kuibuka hali ya kauli zenye kuashiria kuleta mgawanyiko, chokochoko na mchafuko kwa misingi ya kidini baina ya Waislamu na Wakristo kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Kristo na Kiislamu, jambo hilo ni matokeo ya fikra ya kikoloni ya wagawe watawale. Ikumbukwe wakoloni kwa ko maksudi katika kuendeleza ubwana wao katika makoloni yao huacha kwa maksudi na huunda nyufa mbalimbali mbali za migawanyiko kama, kama ya kikabila, kimaeneo, kidini na kadhalika, ili kutumia nyuf, nyufa hizo kwa wepesi pale inapohitajika kwa manufaa yao. Mwito kwa watu wote. Baada ya maelezo hayo, tungependa kutoa mwito huu kwa umma wote. Jambo la mwanzo, kila mmoja afahamu kuwa tatizo kubwa na msingi duniani leo ni mfumo mzima wa kibepari ambao umetamala kila mahala duniani ukipewa nguvu na kusimamiwa na mataifa makubwa. Hivyo kubadilisha sura ya mtawala kamwe hakubadilishi chochote zaidi ya kujichosha na kupoteza rasilimali. Mbili ama b, nchi zote changa zinazotekeleza demokrasia ya vyama vingi bado rasilimali zao zinahodhiwa na mataifa ya Magharibi, raia wao wanahangaika katika hali duni ya umaskini, na nchi zao bado zimebaki kuwa watumwa wa mataifa ya Magharibi. Hivyo suluhisho la kweli sio kuwa, sio kuwa na mfumo wa vyama vingi, bali ni kuung'oa mfumo mzima wa ubepari katika uso wa ardhi. Tatu ama si, tunatahadharisha baadhi ya taasisi wafuasi na viongozi wa dini katika Waislamu na Wakristo wasiingie katika mtego wa wakoloni wa kutumia mihemuko na ya chokochoko na fitna za migogoro ya kidini kwa maslahi ya siasa za kidemokrasia. D. Ilitarajiwa viongozi wa dini wa kidini Waislamu na Wakristo kwa kuwa wana miongozo ya dini zao watuonyeshe masuluhisho ya kisiasa, kiuchumi na kijamii kwa mujibu wa miongozo ya dini zao na sio kuibua chokochoko za fitna za kidini kwa malengo ya siasa za kidemokrasia, Siasa ambazo haziwahusu ndewe wala sikio na zisizokuwa na haja ya dini wala thamani ya kiroho, na mwisho hudandia chokochoko za kidini kwa lengo la siasa za kisekula, kuna madhara na maafa makubwa na kamwe hakuna mwisho mwema, kama yaliyotokea Bosnia Herzegovina mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili mpaka tisini na tano Afrika ya Kati mwaka elfu mbili na kumi na tatu kupitia magenge ya Antibalaka na Seleka, na mwendelezo wa fitna kama hizo ndani ya